So, nyumba yetu ile nimechangia, na nilitoa ahadi kwamba itakapofika leo ya kukaua nitashiriki katika mabati, na leo nimeleta mabati, nimekamilisha ahadi yangu mbele ya katibu wetu madhaidi na mheshimiwa diwani wa, yambaye, wa kiti, manispaa ya Moshi ambaye ni mkereketo wa maendeleo ya UWT. Mheshimiwa mwenyekiti, tunatambua kwamba nyumba haijafikia mwisho na tunatambua kwamba mabati bado yanahitajika tunatambua kwamba tuko wengi wachangiaji, na tukishirikiana kwa pamoja tutamaliza kuwezeka ile jengo. Na sikuwezeka tu, yako mambo mengi ambayo aacanika, mfano kuna tiles, kuna umeme, kuna maji. Natoa ahadi kwamba bado tutashirikiana, tuombeane heri, tutakachokipata tutachangia, ili kumaliza nyumba zetu za wahudumu wa UWT. Lakini tuendeleeni kushikana mikono, tuendeleeni kuwa na moyo wa kutoa. Kila unachopata kidogo, ukitoa mwenzako na kitoa kidogo, hatimaye tutakuwa tunakamilisha nyumba yetu yote. Asanteni sana.